lakini anachukua miaka arobaini kuanza kulipa nayo yamo kwenye yale mahesabu. Lakini mtu akitaka kura akili yako, anasema eh, hey, deni limekuwa kubwa, utazania limekopwa leo lote. Kwa hiyo <laughs> amefanya mambo mengi sana. Kwa hiyo hayo mambo yanawezekana na yamewezekana, na kaulimbiu ya kazi iendelee kweli inaendelea sasa. Tunabadili kauli mbiu kutoka kazi iendelee, tunasema kazi na utu, tunasonga mbele.